Yes ebana, kama umepita kwenye mitandao ya kijamii jana, nafikiri utakuwa umekutana na habari kuhusiana na Diamond Platnumz kuongeza mke wa pili, na habari hiyo ilikuwa ikieleza kwamba mke huyo wa pili ni mtangazaji kutoka Wasafi FM na Wasafi TV anafahamika kama Aaliyah. Ni kwa mujibu wa hiyo habari ambayo ilikuwa ikisambaa huko kwenye mitandao ya kijamii naamini utakuwa umekutana nayo. Kama hujakutana nayo basi ndo nakufahamisha hapa kwamba Diamond Platnumz ilisemekana kwamba ameongeza mke wa pili. Sasa yeye mwenyewe amekuja kulitolea hilo ufafanuzi na amepost kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuandika caption, naona kuna misumari inapigiliwa kuwa Simba akaongeza mke. Hapana jamani, sijaongeza, msinipe ujasiri nisiokuwa nao. Na klip nyingine inasambaa, niko kwa gari na msichana hiyo ni video yangu nyingine ambayo pia inatoka soon. Huu mwezi ni wa raha na burudani tu, mambo ya ugomvi na wife akumie. Huo ndo ujumbe wa Diamond Platnumz, mwisho wa kumnukuu. Na amekanusha hizi taarifa ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba ameongeza mke wa pili na watu kumtaja kabisa mke mwenyewe. So hizi ni habari ambazo zilikuwa kwenye mitandao kuzinasambana, Diamond ameamua ku clear the air na kutolea ufafanuzi maoni yako ni yapi? Anasema hataki ugomvi na mke wake ambaye anamaanisha ni Zuchu, hapa hakuna mwingine. so Diamond ame clear there kuhusiana na habari hizo. Endelea kutufuatilia sisi hapa kama chanzo chako na pamoja cha habari, subscribe kwenye youtube channel yetu, lakini tufuatilie pale Instagram kwa ajili ya updates na stories nyingi zaidi za kiburudani. Usiache kufuatilia pia msumari ukaona kile ambacho Diamond Platnumz amekifanya muli ndani wanaita bongo flavor kwa asilimia mia moja. Fanya hivyo sasa hivi, dondoka kwenye youtube channel Diamond pale sasa hivi, angalia video ya wimbo wake mpya Msumari, acha maoni yako pale, endelea kufurahia mziki mzuri na video nyingine inakuja.